Shukran sana aidha kumsioka kwa taarifa hiyo. Sasa tusonge mbele. Serikali imetakiwa kutoa hifadhi kwa wanachama wa upinzani kutoka Tanzania ambao wamekimbia mateso nchini mwao. Kiongozi wa upinzani na wakili profesa George Wajackoya amesema kwa sasa anawakaribisha baadhi ya viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, walio nchini Kenya wakisaka hifadhi. Viongozi hao wamesema hali nchini mwao haiwezi kuvumilika kutokana na mauaji, Utekaji nyara na mateso dhidi ya wapinzani wa utawala wa rais Samia Suluhu Hassan. Tarehe moja, tarehe mbili kulikuwa na mauaji makubwa sana, yanaendelea katika nchi yetu, na sababu kubwa ya watu kuuawa ni ile madai ya kutaka mfumo huru wa uchaguzi kutaka katiba mpya. E, vijana hawajasikilizwa kwa muda mrefu, na hata kabla ya uchaguzi hali haikuwa nzuri Tanzania, yaani ndani tu ya mwezi mmoja, mwezi ule wa kumi kuelekea uchaguzi, e, vijana zaidi ya hamsini na nne walikuwa wametekwa na mpaka sasa hivi haijulikani waliko. Inatisha kuona kwamba taifa ambalo ilikuwa ni Eden ya amani na utulivu imegeuka kuwa uwanja wa damu wa damu kabisa kwa hiyo mimi na wenzangu na mamia ya vijana wa tanzania wamekimbia maeneo mbalimbali mbali ya nchi kuokoa maisha yao as you know the situation in tanzania has become very volatile frequent abuse of human rights and no condemnation from african leadership i therefore act both as a lawyer and a leader of roots party in kenya to bring to the realization of the world that at this particular time and moment, Africa should not be having issues of refugee matters.